Istiqama Swahili TV Busati la ilimu na hekima. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kwa jina naitwa Rumaina binti Khalfan bin Khamis nasoma madrasatu hayatul atfal iliyopo bawani Wete Pemba

wa imamu rusul, bwana wetu Muhammad, yeye ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu kwa watu wote, na ni mwisho wa mitume, na ni kiongozi wa mitume. Bimadha jaa, ni kwa lengo gani amekuja? Jaa bidini l islami alladhi la yakbalu llahu yauma alqiama dinan ghairahu, amekuja kwa ajili ya dini ya Kiislamu, dini ambayo hataikubali Mwenyezi Mungu siku ya kiyama dini yoyote ile. Min aiyi kabila tin abawahu, nanilipi kabila la baba yake? Wahuwa min nasli saadati Quraish ashraf kabila fi Makkah al mukarrama, na yeye anatokana na kabila la Kikuraish, kabila liliobora katika mji wa Makka uliotukuka. Bima yatasila na sabuhu, na imeshikamana vipi na sabu yake? wayataswila na sabuhu bi Ismail bin Ibrahim alaihima assalam, nimeshikamana nasabu yake kutoka kwa Nabii Ismail mtoto wa Nabii Ibrahim, amani zibe juu yao. Nasabuhu wafatu waliduhu, nasabu yake nakufa kwa baba yake. Maana nasabuhu min jati abihi, nipi nasabu yake kwa upande wa baba yake. Waliduhu na baba yake Abdullah Abdullah mtoto Abdul Muttalib mtoto wa Abdul Muttalib bin Hashim mtoto wa Hashim into, to, bin Abdi Manaf mtoto wa Abdi Manaf bin Qusayyi mtoto wa Qusayyi bin Kilab mtoto wa Kilab. Ma nasabuhu min jihati ummihi. Ni ipi nasabu yake kwa upande wa mama yake? Wa ummuhu Aminatu binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra Bin Kilab. Na mama yake ni Amina mtoto wa Wahab mtoto wa Abdi Manaf mtoto wa Zuhra mtoto wa Kilab. Fi ayi jaddi tajtami ummuhu maa bihi? Ni katika babu wangapi imekusanyika na sabu ya mama yake pamoja na baba yake? Fa tajtami ummuhu maa walidihi fi jaddihi alkhamis wa huwa Kilab. Ni imekusanyika na sabu ya mama yake pamoja na baba yake katika babu watano na yeye nikilab. Matatufia waliduhu ni wakati gani alikufa baba yake? Wala kadetufia waliduhu wahuwa fi batni ummihi wa umruhu thamania ashara sana, na wakati alipokufa baba yake, na yeye alikuwa katika tumbo la mama yake, na umri wa baba yake ni miaka kumi na nane. Aina dufina na alizikwa wapi? Wadufina bilimadina walam yatruk lahu shaian min almali, na alizikwa Madina, na wala hakuwacha chochote kile katika mali. wa hadha Asalamu alaykum wa alaikum wa rahmatu llahi wabarakatu. Istiqama Swahili TV, busati lailimu na hikima.